Okay, inawezekana wewe ni mmojawapo kati ya watu ambao walikuwa ukiambiwa kipindi bado uko binti, kwa unasikia maumivu makali, ila unaambiwa kwamba hayo maumivu yataisha tu pale utapojifungua, kwa kuwa labda ulienda hospitalini ukafanya vipimo au ulipewa dawa tofauti tofauti, ila hayo maumivu yakawa najirudia rudia, sawa. Ila sasa habari mbaya inakuja pale ni kwamba hivi umefikia muda ambao inahitaji ubebe ujauzito ili uweze kujifungua, maumivu hayo yaishe ila ni kwamba hivi, na mimba yenyewe haubebi, kana kwamba tatizo ambalo ulikuwa nalo tayari lishakuwa chronic, kana kwamba tayari uwezi kulitibia tena. Hivyo basi kama hii changamoto inakupata unapata maumivu makali, na hayo maumivu labda ulishawahi kuambiwa kwamba ya ki, ili apone inabidi hadi ubebe ujauzito, mimi nakwambia hivi, inawezekana ikawa ndo chanzo kimojawapo cha wewe kutokuja kubeba ujauzito maishani mwako. Sio kwa wote, ila inawezekana ikawa ni chanzo mmoja wapo. Kama unamfahamu mtu yote anayepitia hili, tafadhali mpatie namba yangu, nami nitamuelimisha na nitampatia suluhisho la changamoto yake.